Mamia ya wakazi wa Mombasa wamejitokeza na kunufaika na huduma mashinani zilizoandaliwa na wakfu wa Lulu la Jamii kwa ushirikiano na shirika la Huduma Senta, kitengo cha huduma mashinani. Wakizungumza katika uwanja wa Tononoka wakati wa kupata huduma hizo, wakazi wameonyesha kufurahishwa na hatua ya kuwafikishia huduma mashinani, wakisema imewasaidia kupunguza muda na gharama za kutafuta huduma hizo. Wakazi hao wamenufaika na huduma kama vile vyeti vya kuzaliwa, vitambulisho, maadili mema good conduct, huduma za afya, miongoni mwa huduma nyinginezo. huduma nilizohudumiwa nimejisajili ni kama Mkenya, original ID, nimepata certificate ya good conduct na mengineo. Nimeambiwa ni mpaka nipate dokumenti zote kamili. Tofauti ya hapa ni kuwa amesaidia wanyonge sisi wanyonge tu ambao watu kidogo kihela tuko vizuri, tumesaidika kule. nyipaka uwe na cash, mpaka uwe na cash ndio upate certificate kama hizi. Sema kweli, siku ya leo huduma yenye mmetupa ni za maana sana. Kuna mtu ambaye hapa amekaa hajapata mambo ya bathi, ako na watoto nyumbani, hajawahi pata bathi. Wengine hata vitambulisho vilipotea, miaka anaenda miaka rudi, hajawahi pata, lakini kwa ajili ya mama Lulu leo amepata kuhudumiwa. Kwa hivyo tunashukuru sana leo kwa huduma senda kufika hapa na kwa mama kuwa pamoja na sisi, nashukuru sana, na twaomba mama aendelee na huyo moyo, na kama nilivyo huyo amesema, hizi huduma senda zimeona watu wenye wako wengi hapa, ikiwezekana ziwe kwa kila mahali kama niuku asema Changamwe, ziwe na huku watu hawatakuwa wengi, na naona mambo itakuwa mazuri. Kwa upande wake, mwanzilishi wa Lulu ya Jamii, mwanahabari Lulu Hassan amesema idadi kubwa iliyojitokeza katika uwanja wa Tononoka ni dhihirisho kuwa kuna hitaji la kuongezwa kwa vituo zaidi vya huduma center katika kaunti ya Mombasa ili kufurahisisha upatikanaji wa huduma hii. Tulikuja leo maelfu na maelfu ya watu that should tell you one thing is the services haziwafikii watu wengi. Yes. Na kama tulivyoweza kusema kwamba last time tuliweza kufanya tuda tuliomba tulitoa kilio kwamba we need another huduma center in Mombasa. Tuna kituo kimoja tu na bado leo tukiwa tunonoka tunasema kwamba tunaomba kituo kingine. Ukiangalia watu watu watu wametoka mbali sio tunonoka peke yake, tunonoka yake. yake. Ndio wako wengi but then again wanatoka wanatoka wanatoka as as far as from wengine wengine Bamburi. hapa huduma huduma muhimu. Hii huduma ni muhimu. Hii ni once ukishamfanyia mtu mtu maisha yake. Lakini hawafahamu. Amini usiamini kuna mtu mtu mzima nakwambia hadi wa leo hana birth certificate. That means that person doesn't have an ID card na hiyo ID ndio kila kitu kwake, but then again ni kuambia tu viongozi waangalie watu vizuri huko chini, watu wanateseka. Tusiassume kwamba sio sisi tunaishi town basi everyone is well off, hiyo hamna mwanzo. Kama kuna watu wanateseka zaidi, ni watu wanaoishi vijijini. the reason as well tumeileta hapa, tumekuja kurealize kwamba watu waona ufahamu mkubwa kila mtu akwambia, ndio nataka kujiandikisha, lakini naenda wapi? So what we've done, tumerahisishia kazi, tumeleta hizi services karibu na mwananchi, tumewaletea nyumbani at your doorstep. Sasa ni wewe mwenyewe ukatae kufanya. Kauli hiyo imeungwa mkono na msimamizi wa kituo cha Huduma Center Mombasa, Harrison Yogo. Akiwahimiza viongozi mbalimbali mbali kushirikiana ili kuhakikisha wakazi wa maeneo bunge mbalimbali katika kaunti ya Mombasa wanapata huduma hiyo kiurahisi. Sasa ambazo line ni mrefu sana, ni birth certificate na uh, kitambulisho. Hizo ndio zile lines mrefu sana. So ningependa kusihi viongozi na wahusika various stakeholders and partners within Mombasa region ili tuweze kushirikiana pamoja na Huduma Center Mombasa ili tuweze kufanya huduma mashinani kama hizi ndiyo ndiyo huduma ifikie wananchi hivi sasa tuko na huduma center moja katika eneo ya, ya Mombasa county yote ombi langu kwa viongozi na all partners stakeholders na wahusika wote ni kwamba tuweze kukaa chini pamoja tuweze kuongeza huduma center nyingine wapi upande wa Likoni ndio wananchi wasivuke feri wanapokuja ng'ambo hii, na upande wa umoja tena, ambayo ya Changamwe na, na Jomvu na ya mwisho, ni vizuri tukua na huduma senta nyingine wapi, Kisauni ihudumia watu wa Kisauni na, nya, na Nyali. Hiyo ndio ombi kuu sana kwa viongozi na wahusika wote. Nikiripotia Bandari TV kutoka uwanja wa Tononoka, eneo bunge la Mvita, kaunti ya Mombasa, mimi ni Ramadhani Nyae.